Kana binti fulani vichami hivi, ushawahi kufanya kitu kama hichi mfano, kwa hivyo ulivyo? Yes. Mashallah, yes. ukaamua zako tu, umetoka papu, umeenda zako, umechukua daladala, yani wa mbuzi, yani uelewe. <laughs> <laughs> <laughs> kwa kweli sijawahi kupanda daladala na miaka ina sku mbu. Huwezi hata siku moja ukajaribu kwamba nijaribu yike, ni experience kitu kama hichi kwa dhewe ulivyo haupendi? No, no, no. Au ni lifestyle ambalo umeamua kulichagua? Ulichagua ni lifestyle yangu. All right, what's up my beautiful mummies and daddies, bana ni PMTV. Ah, mimi naitwa Bessy Benny na leo tupo na mrembo mwimbaji wa gospel, modeling, Pinela Justine. Nimefurahi sana kuwa nawe hapa. Asante sana. It's my hope tutajifunza vitu vingi kutoka kwako kabisa. Miaka kadhaa nyuma, Pinela alikuwa akionekana bonge la dada <laughs> mwili fulani vi mnene, lakini kupungua kwake imekuwa ni kwa muda mfupi sana. So watu wengi wamekuwa wakiuliza sana hicho kitu, mi ningependa leo nimuulize. Uh, kupungua kwako kwa haraka watu wanahusianisha na surgery. kwa sababu imekuwa yeah, ni ni, yani ni, ni kitendo cha haraka sana mm. so what's behind hicho kitu ambacho labda unakitumia au unakifanya hadi inapelekea wewe kupungua hivyo kwa muda mfupi, kunawatia watu mashaka? Yeah, naelewa na sana. Jamani, sijafanya surgery yoyote, this is my real body. Sijawahi hata kuwaza kufanya surgery. No, um, na kunywa dawa zangu tu za kinini Korea zile, then afterwards I'm doing gym. yeah. Hiyo ni siri behind ya sijai kufanya surgery kwa kweli. Na hautegemei kuja kufanya surgery aina yoyote kabisa. Ningefanya surgery, ningekuwa na <laughs> zipo kubwa kubwa, ningekuwa na mwili fulani hivi yani ngejua tu this is nini, ni surgery, lakini sijafanya surgery yoyote. Nauza dawa za ni Wakorea, watu ni wa Korea and they're really good. Kupungua ni dakika sifuri, after two weeks unakata mafuta ila sijawahi kufanya sajari. Sijui sajari kwanza, mimi ni mpale nafanyaje sajari? Yani ni kitu hakiwezekani. Sajari na kabila vinahusiana? Niache kujenga mimi. Sajari na kabila vinahusiana? no no no no. Of course umesema unauza dawa, biashara yako hiyo. Ni biashara yangu pia. So mtu akitaka kuwa sexy, mtu akitaka kuwa na shape flani hivi, amazing ya yeah, cheki. Wakati mkuja umeona wadara warembo warembo kwa suma hii jamani, wana mashepu, sili nili. Mko vizuri. Ni, ni, ni pati gani ya mwili wako ambayo unaipenda zaidi? Yani ukikaa unasema ya hapa kweli ili Mungu. Pua. Pua. <laughs> Pua yangu. Nijekito <laughs> ambacho nakipenda. You are a liar. Nothing else. You are a liar. <laughs> lingine nawachia walimwengu ila pua, mbona mbona si kidogo, napenda ini. Usimame ambao wameumbika vizuri pia sio mbaya, piab mwenye umeumbika kwani wa ujione, au usimame kidogo tukuone kidogo serious kweli kidogo. <laughs> kumekucha kuweza yeah. Kucheka, you see, yani atia food, subiri, just just a little bit please <laughs> alafu unasema pati unaipenda ni pua yeah. like serious ni hey, pua yangu tu hii eh <laughs> kizungu <kuna> nothing else <laughs> kwenye ukaribu wako, kipindi cha nyuma yeah. na kwa mzungu yeah. uliwahi kusema kwamba alikuwa hataki ukonde yani alikuwa hataki uache kula iti kwa sababu upungue. Mm. kwenye nje kupungua kwako sasa hivi, muonekano wako sasa hivi, kuna motivation yoyote kutoka kwake. Mm. Kuna mchango wake kinamna flani hivi. Hapana. No. Why? Hapana. Of course. Nilienaye sasa hivi, he loves the, the body that niko naye. <laughs> so you are not yeah. uh, friends anymore. He's my brother. He's a good guy. Yeah. Tunaongea hai, hey, mambo vipi, mzima. Naishia hivyo. So tunaendelea tuko na Pinela Justine kupiga naye story kadhaa tu about lifestyle and each and everything ambacho kinaendelea kwenye maisha yake right now. E bana, vunja bei, ukaribu wenu uko vipi? Kwa sababu it's not easy kufanya kazi na mtu kama yule if you're not smart, yes. na vitu kama hivyo so ukaribu wenu upoje? Lakini pia kwa nini ameamua kufanya kazi na Pinela Justine na sio binti mwingine? okay. Uh, ameamua kufanya kazi na mimi kwa sababu don't I look good, don't I deserve that chance <laughs> oh, yeah. Don't I look good, don't I deserve that chance. So kwanza kabisa, I really thank my boss jamani Fred, may God bless you. Asante sana kwa sababu analipa vizuri ni bosi mzuri mpole. Um, kuna mengi ambayo they are coming because now I'm official they are, they are Ambassador. Ambassador. Yeah. Yeah. So I thank him kwa kweli kwa kila kitu, he's a very good boss, ananisaidia vingi, ananishauri vingi yeah. Uh, wewe well, ni mtumishi wa Mungu, yes. Mrembo. Yeah. You look good now, Uh, huwezi kujua ndio yeye amekuchagua kwa sababu ya hivyo vitu au kuna reason behind. Je, uhusiano wenu ni wa kibiashara tu au kuna mm. something behind? oh, of course. <laughs> ni wa kibiashara tu, there is nothing lakini watu wanasema the way unavoonekana watu mm -mm. Sawa basi, the way unavoonekana <laughs> ndo hata pisi zake za zamani hmm. wana mionekano ya design hiyo kwamba ndo vitu yani wewe ndo vitu vyake sijawahi kumuuliza. <laughs> no, hujawahi kumuuliza. Kutamuuliza. <laughs> <yita> na hujawahi kumuuliza lakini <laughs> no, ndio vitu vyake. Unadhani kwamba amekuchagua tu kwa sababu ya ulivyo au yeye binafsi huenda ana uh, reason behind au uh, hujataka kujua. Hapana. Uh, I don't think ana hayo <laughs> mambo kwa sababu hajoi hata kunionyeshia kwanza. Afu pili, he is always yani kwenye focus ya kazi kazi kazi kazi and kuhusu ni ni mwonekano wangu <laughs> Maybe kwa sababu ni umbaji tu wa Mungu kaupenda akanichagua. Yeah. There is nothing like evil nyinyi mnavowaza. Una, unasema hivyo kwa sababu ni official maybe kuna mkataba au ni ile kishikaji kwamba we have to do no, it. No, actually I'm official oh, ambassador of Vunja Bei company. Yeah. Okay. Aina pia una Atina, na wewe pia kwa dhewe ulivo kweli, inaonekana atatembeza sanaabu, unafanya poa sana, <laughs> <laughs> sana. You, you, kuna utofauti gani ambao unauona kati ya, ma, ya, ya, ya waimbaji wa gospo wa zamani na wa hii generation ambayo ipo, kwa sababu inavyoonekana, ni kama vile waimbaji wa, wa sasa hivi uh, kuna vitu ambavyo wanavifanya vinawatolea uh, ule ushabiki, mashabiki zao. Utofauti tu unaguswa una kwenye swala la mavazi, lakini hauna utofauti tuna mwabudu Mungu yule yule tu unafunga na kuomba, yaani kuna ile, yani huyu kavaaje, ni anaonekana hivi, kwa nini ni anavaa hivi? Yaani mtumishi wa Mungu. Lakini sioni ubaya kuvaa suruali yako ikakushep vizuri, ukapendeza ukaonekana vizuri. Unadhani unless wewe unakawivwa, unakata maa fulani kwa mtu fulani, lakini mimi kuhusu sumavazi, it's a spiritual thing. Hilo like, like, no, ndo tatizo kubwa zaidi. Unadhani ni mavazi pekee, mionekano pekee, au kuna ule mionekano mionekano, lakini mabuziga kuhusu matendo na tabia, mm-hmm. Yaani havihusiani kabisa ni hilo tu kuva kwetu wa, kwa nini anavaa, kwa nini amevaa, na kwa nini nini kwa, hivyo yani? Kwa nini mkubali watu wa nifaini. Tusipendeze. Why tusipendeze? Yaani kwa nini kwanza tusipendeze, for me, I don't get that. Yaani so elewagi watu wakiongelea. Yeah, watu wanaamini labda hizi vi, tattoos vinguo vifupi hivi. Sasa hizi tattoo kwa mfano. um, mm -hmm, tunachoraga kabla ya kukoka au kabla hatujaiva kiroo zaidi, so tattoo it's not a big deal et kwamba usiamini kwamba mtu fulani hana Mungu ndani yake, hapana, no. Kwa namna ambavyo sasa hivi hupo mm -hmm. mitandaoni na venye watu wanakuona kwa sasa hivi ulivyo, mtu anaweza akasema huyu dada huenda ndoa yake ina changamoto, ndo maana mm -hmm. amejiachia sana mtandaoni, au ana uhuru huo mtandaoni. astatas yako ya ndoa kwa hivi sasa ipo je? <laughs> labda tuanzie hapo kidogo. <laughs> ndoa yangu ipo vizuri, you see, still bado nipo kwenye ndoa. Sasa hizo si zina value ndoa yangu na kazi ambazo mimi nafanya, yani yeah. have you seen yeah, and he's the biggest supporter, ana vi support ili vitu viende, hayo mengine kujacheva kuhusiani <laughs> yeah. <Sasa>. Kabisa mitandaoni. <laughs> huwezi jua nani anakuangalia, ndo maana mm, watu wengi labda walioingia kwenye ndoa wanaogopa kujachia mtandaoni, kuwa huru kwa sababu hujui nani anakuangalia, nani anakutaka kutamani. Ni ndoa inaendeshwa uh, in na akili so hisia so if, ni utakuwa walowalo utaharibu ndoa lakini if ukitulia haiwezi kuvunjika. Unashia vitu mbalimbali mbali kwenye social medias, unamtenga vipi? Yani, unawezaje kubalance kwamba mwanaume wangu ichi labda asione ichi labda afanyaje? Na anaona <laughs> na anafanyaga kila kitu ili kiende, hana shida kwa, ana support ya asilimia mia mia. Kuna wengi wanasema ndoa zimevunjika sasa hivi kwa sababu hizo hizo. <laughs> I'm na, I'm okay kabisa, kabisa. Na yeye kwa upande wake he is okay, <laughs> like, uh, he's really okay. Unaweza ukaibiwa kwa the way you are? Anajiamini. Anajiamini. <laughs> <laughs> Unaamini kwamba lile tukio ambalo lilitokea miaka kadhaa nyuma la Koi mzungu kukuvalisha pete lile tukio ndo lilikuweka mjini mpaka this time around tunavyoongea? Hapana. Why not? I don't believe that, I don't believe that. Kwa sababu sijui, lakini <laughs> for me, I don't believe that. Mimi naamini juhudi zangu na how i appear in, in public, lakini eti sio ile kiki ilinipeleka mjini. No, and actually Sidhani kama kuna mtu anakumbukaga ile issue. I don't think so. Hakuna. Wapo wengi. Ile imebaki kama hisi, yani imebaki. Imebaki kama hisi, lakini sio kila mtu ni anajua. No. Wewe unadhani hata sasa hivi mtu kwa mfano hukujui cha kwanza atakachoambiwa. Alishawahi kuvalisha pete na kwa mzungu huyo. Ele lazima. Ni wachache. Even wote, I don't know. Sijui kwa mtu ambaye kwa mfano kwa sasa hivi ndo anasema eh, Pinela ni nani? Unakuta mtu anamwambia kwa mzungu asha kuchumbiwa na mkoi, kwa namna moja au nyingine likupeleka mjini sana <laughs> ukaanza kufuatiliwa zaidi <laughs> nilikuwa katoto, nikaka katoto sana. Masanja bado ni babako akiro 100%. Yani yule baba ni babangu akiro, na haiwezi kubadilisha mpaka karne ya mwisho milele. Hmm. Zoravo ajuzi uh, kati kwenye tamasha alokuwa analifanya alimshirikisha uh, Rose Muando hmm, na waimbaji wengine. Asa wakati anaombea Rose Muando akasema akawa anamwombea akasema Mungu aku akupe roho ya kumtumikia yeye na sio roho ya celebrity. Yaani, hmm, akujaza akujaze roho ya kumtumikia yeye na sio roho ya celebrity. Uh, kwa upande wako wewe ni mtumishi wa Mungu and wewe ni msanii at the same time, mm -hmm. Ule uliitafsiri vipi au ukisikia hivyo unatafsiri vipi na unaichukulia Mimi, I saw that. Ila sikuifatilia sana lakini for me <laughs> nilichukulia ni kama vile abadilike kwenye mavazi, yani in spirit, in spiritual life. Hiyo ni personal issue ya mtu una ukaribu wote, yes. I know him as my brother. That's it. That's it. <laughs> Okay, um, hama yeah. Kuna modeling wengi wameingia kwenye tasnia hii na at end of the day wanakuwa na biashara ambazo zinahusiana na ambacho wanakifanya kama mm, kufungua maduka ya urembo. Yeah lakini pia kufungua maduka ambayo ya mavazi na vitu kama hivyo. Kwa upande wako, uh, tutegemee siku moja utaingia huko au unaishia tu kufanya as kwa sasa hivi? Ah, sijafikiria actually for now, but very soon Mungu nakijalia nitawaza nini ndi kufanya kitu kikubwa, ila sio issue ya mavazi kwa sababu mimi nishangi <laughs> kufanya nini mavazi. Yeah. I used to, I used to have a shop. Yani, kuwa na duka la nguo. It's very very stressful. So, tutegemee tukuwa na kuendelea na hivi, lakini sio launch biashara hiyo. Nita launch, lakini like, sio yangu. Yani, sio mambo yangu. Sio mambo yangu. Laba, cosmetics, wadada wengi wanafanya hivi. <laughs> Labda humo nitaangukiaga humo, lakini kuhusu nguo it's not my thing kabisa. Mara nyingi umekuwa ukituahidi mashabiki zako, yes, kwamba uta release project, ta release project, lakini at the end of the day hatuoni yeah, project, yeah, uh, kuna yeah. Shida ni nini? Yani, I know time will come, vitu vinaenda slowly. Yani muda ni ukifika, ni wataona nitatoa singles, tutaimba live recordings, tutafanya lots of stuff, lakini if time hairuhusu for now, then wastick kwa kile kitu ambacho mi <laughs> nafanya sahivi. hmm. Osotegeme. okay. utaachia kazi lazima, i say siwezi kuacha huduma. ishu ya huduma ya it's very <laughs> yani ni, ni ngumu kwanza kuacha huduma, siwezi, siwezi kuacha huduma Hivi uh, kwa nini wadada wanamuziki muziki wengi wa kike wengi waimbaji wa nyimbo za Injili wakiwa warembo huwa wanahusishwa labda kutoka kimahusiano na huko kwa kwenye industry labda yaju lilwagasrzoravo yani wanahusishwahusishwa huwai inakuwa hivyo? hizo <laughs> Ah, no. Ni personal issues, wanatakiwa waziongea wenye. Unajua kwani nimekuuliza wewe? Uh, ni mrembo na I'm sure unapitia vitu kama hivyo, um, like labda wanaku approach labda una experience labda marafiki zako, yani unakuta wanahusishwa kwamba labda anatoka na mtu fulani anatoka na kuna, na huyu kuna vitu lakini vya uzushi wakati mwingine, mtu tu anakuja na anazusha kitu juu yako, so eh, mi nawaelewa mi nawaelewa, wengi wanasema. <laughs> lisimua <laughs> lolipo wena lipo. Mi nawaelewa yeah. Lakini ushai ku experience hata kama utomtaji, lakini ushai ku experience kitu kama hicho yeah. Yeah. Sana sana sana, kidogo sana. <laughs> sana. Wa wa- wa, wa, gospo tu au wa, secular Mm. Lakini sasa hivi tofauti au ah, paka sasa hivi mambo moto moto. Paka sasa hivi tena sasa hivi ndio <laughs> <Mambo laughs> kumechangamka zaidi. <lele>. <laughs> kumechangamka. Mm. Wewe ni binti wa namna gani? Kwenye issue, kwa sababu wengi wakikuona labda hivyo vavaa mtu anakuona mrembo, mtu anaangalia interview zako za nyuma. Lakini who is the girl? Pinela ni mtu ambaye mpole, very charming. Um, I love makeup, I love modeling, I love kumtumikia Mungu, I love friends, napenda kuhang out silent places. Yeah, hivyo tu. Umesema friends, mm. Wanasemaga uh, wanamuziki wa kike wa gospel hampendani, yani. Mm-hmm. Hiyo ni kweli? Na wewe tu pia, inategemea na mtu na mtu lakini kwangu mimi haiko hivyo, lakini hiyo ishu ipo. Lakini ipo. Bella Kombo ni mshikaji wako? dada yule ni kama dada kwangu, ni ni moja kati ya walio kuinspire kuingia kwenye yeah. 100% 100%, I mean yani, kabla sijaingia ni kwenye gospel, I used to see her like, huyu oh, kama ni anafanya hivi haogopi ni ana ile fear, so why na mimi nisiingie? So she's she's one of them pia it seems like sasa hivi uh, vijana wengi wa kiume ndo wanakuja juu sana kwenye ishu ya kumimba kumtumikia Mungu na vitu kama hivyo, yani kama vile wasanii kwenye, wa kike kwenye uimbaji wa nyimbo za injili wamepungua. Yeah, i think hiyo ni ishu ya yeah, kusapotiana. We need support ya nguvu. Yeah ni hicho tu, na changamoto inaweza ni ikawa nini labda mi naona tu niku, niku yeah, we need, uh, ni kusapotiana yani ile hutiana nini nguvu hasa kwa upande wa wanawake hiyo kitu, mm -hmm. Hamna. Hawasapotiani. Hawasapotiani kabisa, lakini, au ni, ni kwa, au ndo jenzi kwa sababu tunaona kina remasi mfuku wanashirikiana sana na so vijana vijana is, wa wa mama zetu waenzi hizo lakini sasa vijana wa sasa hivi hatuna ushirikiano, na hilo ndio tatizo kubwa sana ushirikiano <laughs> okay. We ni mrembo, ni msanii, ni mtumishi, so sasa unajilinda vipi kwenye mitandao? mi ina mambo mengi upo kwenye hiyo dunia ya mitandaoni, urembo, utumishi, mke, yani unajilinda vipi we binafsi? <laughs> <laughs> kwa sababu shaikukusikia ukisema kwamba unajilinda sana na social medias, nini, nini na yeah, nini labda kuna mabinti wengine warembo wanapitia hard situations, lakini hawajui namna ya kuzikwepa. Yani we unajilinda vipi kwenye hizo? Actually mimi huwa siendekezi hisia zangu natumiaga akili zaidi cause hisia, I mean, yaani utanini nitamani hiki, utatamani nguo fulani, utatamani mm, kuenda labda Dubai, utatamani kuenda South Africa, utatamani kuwa na vitu vikubwa ambavyo havipo kwenye nini, uwezo wako mm. So I don't go with hisia, mi napenda sana kucheza tuna akili yangu tofauti na kila kitu ambavyo unavyopenda kwenye maisha yako, urembo si utumishi. Ni kitu gani ambacho ukiingia mtandaoni sana sana sana unapenda kukifuatilia? Umbea, umbea, umbea. Changamka. Yes, mi ni Mtanzania, siwezi kuishi bila umbea. Unaweza kuishi bila umbea? Mimi ah. Yeah. Okay. Unaamini kwamba kufanikiwa kwa mwanamke, yaani mwanamke hadi kufanikiwa kwake lazima kuwe na backup ya sponsor. Apa, au daddy? No. Unaita daddy? I don't believe in that. Kabisa kabisa. And by the way, hela yako mwenyewe ni ni tamu zaidi hata kuliko mwanaume, napenda kutafuta hela. Ulisema <laughs> <Woli, laughs> mume wako mume wako amekuzidi umri, yeah. Na ana support, yes. Kabla hamjauona, alikuwa anatoa support. It means kuna mchango wake yes, kwenye mafanikio yako yes. Ea, upo lakini, kama auamini, kama sponsorship wanawake, kwa mtu apige kazi, watu tupige <laughs> tupige kazi like, ladies wapige kazi that's it. Lakini wadada wengi warembo, ndo issue zao hapa town, hiyo ni shida tayari. Yaani nikishaona kwamba you all for men for money, wewe unatafuta hela tu kwa ajili ya ya kujiuzi sasa, ndo ingize hela, hilo ni bonge moja la tatizo tayari. Kwa hiyo huamini kwenye ishu za masponsa kabisa kabisa, kabisa. Siamini. Ila aila wa, wa, mabinti wa kilokole wa wanakosolewa. <laughs> wanakosolewa, like hawaishi duniani vile, unakutana sana naye sana, nadhani ni kwani, kwa mfano kwa kama kina Irene Uwoya ambao tayari wamejiweka mitandaoni kwamba sisi mimi, nimeokoka na nampenda Yesu, lakini anaendelea kuna maisha fulani aendelea nayo. Unadhani kwa nini watu? yeah, ni lifestyle, ni jamii inachukulia kama vile ni kitu kibaya, yaani yeah, jamii itakujudge tu, however they want to judge you. Hawezi nini kukwepa hicho kitu. Yeah, just live your life, enjoy maisha ya